Naam, bwana ile video ya Harmonize ni bado inaendelea kugusa hisia za watu wengi sana. Hii ilikuwa ni show ya Dodoma miaka kadhaa iliyopita mara tu baada ya, ya kujitoa WCB, ambapo Harmonize alimwaga siri nyingi sana za mpenzi wake ambaye alikuwa naye kipindi huko WCB ambaye ni eh, huyu ni Wolper, ambapo sasa hivi tunafahamu kwamba Jacqueline Wolper bwana ameshaolewa yuko na watoto wawili na ameolewa na Rich Mitindo. Kwa hiyo hapa Harmonize bwana amemzungumzia Jacqueline Wolper eh, eh, na hii video ni resurface. Nikisema ime resurface maana yake ni kama vile imeanza tena kutrend na kusambaa huko mitandaoni. Ni moja kati ya mafunzo ambayo vijana wanapewa ni kwamba huyu Harmonize ameelezea mazito kuhusiana na Wolper kwamba kuna eh, kipindi ambacho yeye yuko naye katika mahusiano alimpaga Wolper milioni 30 kwa ajili ya kuanzisha biashara. Kwa hiyo Wolper akaenda zake China, alivyoenda China kule akawa anazunguka na kijana anaitwa Richie Mitindo Bisho, and then kwa mujibu wa Harmonize mwenyewe alivyozungumza, and then mwisho wa siku Harmonize akaanza kuwa na doubt kwamba, mbebi, vipi, mbona huyu jamaa unazurula naye sana huko China, mapicha yamekuwa mengi. Wolper akawa anamtoa wasiwasi, anamwambia kwamba siwezi kudate na huyu, huyu ni mdogo wangu, unaona bwana, lakini sasa baada ya kuja kuachana na Wolper ni kwamba tayari Harmonize akaja akaona kwamba Wolper na dates officially na yule yule Bisho. Kwa hiyo it means kwamba mahusiano yao walianza nayo zamani, na alikuwa akichitiwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilimuumiza sana Harmonize, na akakizungumza jukwani. Meona, eh? Kwa hii clip bwana imeresurface tena na wadau, imewagusa kweli kweli, kila mtu ameweka maoni yake kuhusu na hiyo issue. Unaona, bwana, akaelezea pia sio tu hivyo kwamba alimpa milioni 30 kwa ajili ya kuanza biashara, vile vile alimnunuliaga crown new model nyeusi ya milioni 15, lakini pia the same time alishapasuka vitu vingi sana tu kwa ajili ya Wolper huyo. Sina kiwanja wala sitajenga, lakini

Ya, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa, bwana, hii kuna page hapa amekuja ameandika kwamba bwana, nilimpa milioni 30 akaenda kumpa Bishop Rich Mitindo Umeona bwana, eh, hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo nadhani Harmonize watu visau na mashabiki wake vile vile watu visau, kwa sababu alishai kushare na hii clip imekuwa inapotea lakini inarudi tena mtandaoni inasambaa upya. So kuna mtu hapa amekuja mabutu ameandika kwamba, eh, bwana do pole sana brother kwa kilichokikuta, kuna jambo umejifunza, na natakiwa ufahamu kwamba hao wanawake ndio maana huaga wanatufanya tunakufa mapema. Umeona bwana, so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiki ambacho kimemkuta Harmonize, una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.